mbili ilikuwa nzuri La... ni kwamba mpaka sasa hivi tumeenda vizuri. Umeona kwa kila upande kwa maana upande wa uamuzi, upande wa wachezaji, upande wa kun board ya ligi namna ambavyo mmesimamia eh, mwanzo mpaka mwisho wa ligi. Hilo utamuuliza mtendaji sasa. Maana yake mimi siwezi kukuambia hivyo. Tuna watu wetu ambao wanafuatiria kila eneo. Kwa hiyo, bwana, kuna taarifa ya kuhusiana na mchezo namba mia moja themanini na nne wa ligi kuu Tanzania bara ambao haukuchezwa tarehe nane ya mwezi eh, March, kati ya Young Africans dhidi ya Simba. Uh, huo mchezo ambao Young Africans mpaka sasa hivi kutokana na yale ambayo yalitokea wanasema apeleki timu tarehe kumi na tano mara baada ya bodi ya ligi kutangaza nini. Maoni yako kuhusiana na hili jambo? Sina maoni kwa hilo. Kwa, kwa Young Africans tumeona e, bado wanaendelea na msimamo wao, huku pia hawatangazi wasi, wasi, kiingilio cha mchezo huo tarehe 15. Kama bodi ya ligi na wewe ni mwenyekiti wa bodi ya ligi, unasemaje kuhusiana na hiyo kauli? Mpa, sina la kusema. Taarifa ya Young Africans kwenye barua ambayo walikuwa wameitoa kwa wanachama wao inasema wao hawana imani na bodi ya uendeshaji wa ligi hapa nchini Tanzania na ikishinikiza kwamba bodi ya ligi iweze kujiuzuru kutokana na kile ambacho kilitokea tarehe nane Ki ukiwemo wewe ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto, pamoja na uh, CEO wa bodi ya ligi Almasi Kasongo, nini maoni yako kuhusiana na hilo jambo na un un unalionaje? Sina maoni yoyote bwana. Kwa hiyo maana yake unakubaliana na Young Africans kwamba ujiuzuru ndipo ambapo wapeleke timu tarehe 15? Nimekuambia sina maoni yoyote. Watanzania wasubiri tarehe 15 mechi ipo. Wewe wasema? Mechi ya ligi kuu namba 184, Watanzania wasubiri tarehe 15 waende uwanjani. Unataka niwaambie nini sasa? Nitaka uniambie maana yake huu msimamo wa Young Africans, kama unawashtua wadau wa soka. Wewe umejuaje kuna me, mechi namba 184 itachezwa tarehe 15? Kwa sababu vitu vyote vinazungumzwa, wewe unaniuliza, unaniuliza niseme nini, na msemaji wetu amezungumza juzi, au wewe hukuwepo kumsikia? Neno lako la mwisho kuhusiana na namna ambavyo michezo ya ligi inavyoendelea mpaka mwisho wa msimu? Neno langu la mwisho, sinehoji tena kuhusu masuala hayo. Tuzungumze mambo mengine, maendeleo ya mpira, lakini usiniulize tena kuhusu mambo hayo.